Jambo kuu la kuelewa ni kufahamu kweli ya Mungu huwa inaleta matokeo kulingana na ulivyo, na kulingana na ilivyosema ilivyosema, au kulingana na unayoyasema au unayoyatenda. Bwana Yesu asiwe sana. Mwingine wanaweza akajiuliza sasa, nitajuaje kuwa hii ni kweli ya Mungu? Kwa sababu kuna wengine wanaweza wakatumwa wakaleta ujumbe kwako, kumbe ni wa uongo, kama wale manabii wa kina Zedekia wanamtabilia wanambashilia na mfalme wao uongo. Sasa unaweza ukajiuliza, sasa nitajuaje kuwa hii ni kweli ya Mungu? nitajuaje kwamba huyu ni Mungu kasema? nitajuaje hivi na hivi? Bwana Yesu asiwe sana. Utajua kwa jambo moja au kwa mambo kadhaa ya kwamba hii ni kweli ya Mungu. Kweli ya Mungu huwa ina matokeo, huwa ina matokeo huwa ina matokeo huwa ina matokeo, na ina suluhisho vilevile, kulingana na jinsi ilivyokuja ile sauti, na vile vile kupitia watumishi wake wa kweli. Leo hii huwezi kuniambia kwamba hawajulikani watumishi wa kweli. Leo hii hata wapagani wanajua ya kwamba huyu ni mchungaji muongo hu ni nabii mwongo, huyu ni wakweli. Wanajua hata wasiookoka. Bwana Yesu asiwe sana. Kwa hiyo kweli ya Mungu, kweli ya Mungu huwa inaleta matokeo kulingana na ilivyosemwa, lakini vilevile vile kweli ya Mungu inasururisho, inaweza kugairisha mabaya ya kawa mema kulingana na ulivyochukulia hatua neno aliloizungumza au, neno, au kulichukulia hatua neno alilosema na wewe pale ambapo. Maana yake nini? Ukiletewa ujumbe, utakapochukulia hatua kumuuliza yeye. Mfano, wewe umeokoka, unamjua Mungu vizuri, umeletewa jambo baya. Kama kweli unajua ya kwamba Mungu anasikia na anaweza kufanya, lazima utaenda magotini, utamuuliza Mungu, hiki ni vipi? Na kama ni cha Mungu kweli, Mungu atakuthibitishia kwamba ni mimi nimemwagiza, ni mimi nimemwagiza. Usikurubuke tu kusema, ah, nime, tu toka zako hapo, na wewe una, unaleta tu umbea, unaona wivu, sijui nini, maneno mengi, ukaanza kumfokea yule aleta ujim, ujumbe. Wewe nyamaza, akasema nashukuru, nimeupokea kama Ezekia alivyofanya. Ezekia alisema ninashukuru kwa taarifa, ninashukuru kwa hiki ujumbe, basi sawa, nimekuelewa. Akarudi kumuuliza Mungu wake ya kwamba Mungu, je, hiki ni kweli? Na alipogundua ni kweli, aliweza kutengeneza akaambia Mungu, ninaomba nisamehe, akalia sana sana. Kwa sababu gani? Amethibitisha ya kwamba ni kweli, Mungu kaagiza. Bwana Yesu asiwe sana na wewe. Kama ni mtumishi wa Mungu au mtu uliokoka, ukiletewa ujumbe kama ni mbaya au mzuri, mda mwingine unaweza ukaletewa ujumbe mzuri, kumbe sio wa ukweli unaanza kufanyia kazi unafurahia, unafurahia eh, umeambiwa utabarikiwa mwakani, utapokea gari. Sasa unafurahia, unafurahia, kisa ni ujumbe uzuri. Mwakani nafika mwezi uliyoambiwa utapokea gari, hakuna cha gari wala pikipiki hauna, au basikeli tu isiende hata pikipiki hauna. Maisha ya kuungaunga, bado uko kwenye kupanga kula shida, na ulitabiriwa kwamba, ulitabiriwa kwamba utapata gari. Sasa ndo swali la kujiuliza, huyo ni Mungu aliyesema? Ni Mungu aliyekutabilia? Ni Mungu aliyekutabilia? E, unaambia mwakani majira kama haya utapokea mtoto, labda ulikuwa tasa ya, unasema hii ni kweli ya Mungu Amen, napokea napokea. Meshangaa, mwaka unafika, mwezi kama ulioambiwa, hakuna mtoto wala dalili ya, ya kichefuchefu ah, unajiuliza sasa, huyu ni Mungu au vipi? Kwa sababu gani ulizubaa, haukuchukua hatua ya kumuliza Mungu? Je, ni kweli ni wewe uliyesema ya kwamba nitapata hiki? ni wewe Mungu umesema ya kwamba niko hivi na hivi? nimekosa mahali? Kama Mungu wetu ni Mungu wa upendo sana, anasema masikio yake sio mazito asiweze sikia, na mkono wake sio mfupi usiweze kuokoa. Kama utachukua hatua kumuuliza Mungu, lazima atakwambia lazima atakujulisha kwamba kweli niliyemtuma nimemtuma mimi. Kama hajamtuma atakwambia huyo, sijamtuma, amejituma yeye. Bwana Yesu asiwe sana